yetu inatambua umuhimu wa kukuza usawa wa kijinsia lakini pia uwezeshaji kwa wanawake kama njia mojawapo ya kuimarisha ustawi wa jamii ili kufikia maendeleo jumuishi ambayo tunataka tuyaone sasa, ya kila mmoja akinufaika na fursa zilizopo katika nchi. Tunapozungumza haya, tunataka tuzungumzie upatikanaji wa huduma za msingi zile za jamii, lakini pia pale ambako anaweza kujikita katika uchumi, kuhakikisha kwamba anapata fursa ya maeneo ambayo anaweza kumpatia tija na kumpatia uchumi. Anaweza kufanya biashara, anaweza akashungia kilimo, anaweza akafuga. Hizi shughuli zote hizi zinamletea uchumi mwanamke, lakini pia tunapokwenda na haya sisi serikali kuweza kumuimarisha mwanamke, hatujaacha tu hatu miongozo waziwazi wazi. Tumeiwekea sera, sheria na kanuni zake ili kumlinda mwanamke wakati wote anapotekeleza majukumu yake. Kwa hiyo, jukumu letu kama serikali ni kuhakikisha kwamba haya yote yanafika, yanamfika mwanamke ya popote alipo na anufaike nayo. Na nilipokuwa nazungumza kwamba maslahi maadili, uwezeshaji na maadili na kila kitu, na kwamba tunatoa nafasi kubwa kwa mwanamke kuweza kushiriki kikamilifu katika shughuli mbalimbali za maendeleo. Haijaishia kwenye sheria kanuni na na ile sera pekee yake, hili jambo liko pia hata kwenye katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na iko kwenye sura ya tatu ibara ya kumi na mbili kipengele kidogo cha pili na ibara ya ishirini na moja na ibara ya ishirini na mbili kwenye katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Kuja na kushoka Toos Manufactures.